Unafanya kazi na Hussein Massanza ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars, tumwambie bonjenu ikoje? Ah, ni bradha ni kakaangu ambaye ninaheshimiana na mheshimu. Tunafanya kazi vizuri kwa pamoja, tunashirikiana tukikwazana, kazi hazijaenda vizuri tunaambizana, yeye akikosea namwambia, mimi nikikosea pia ananiambia, ni brother ambaye nafanya naye kazi vizuri tu. Toka kwa sababu watu wasichokijua mimi na Hussein tulianza tumeanza pamoja toka hiyo big star ile, naanzani tuseme kama wao. Nakumbuka tuli, tuli, alinipa mawasiliano mimi, nilikuwa nipo Morogoro, ambaye alimpa mawasiliano Hussein ni niza niza alfani mtaala ehe, mimi nilimkutaga DTB ya yeah, kwenye stori zile bwana, tunampiga picha ndoniza sasa, ndo akamwambia bwana, kuna dogo fulani alikuwa yuko hapa hemu, mcheki. Ndo mara ya kwanza mi Huseni ananipigia nipo Morogoro, nilikuwa nipo nyumbani japo nakaa daa, ila nilikuwa nipo tu nyumbani pale kwa bibi, nime ananipigia ah, simu eh, bwana Huseni watu wa bigi star hivi na hivi na hivi ah, kwa kweli nilifurahia nilifurahi akaniita. Ndo yani mfano kama wamekuja kama leo wamefika Arusha camp, nakumbuka mi kesho yake alinitumia nauli, nikaenda bwana, nikaenda, nikaenda. Massanza pale na, na Massanza kwa mara ya kwanza nakutana mi na Hussein mbula, mi kidogo mpira kidogo idea nilikuwa nayo kidogo, yani hata watu nawajua, ila Hussein da, yani alikuwa anamjua mchezaji huyu wengine hao yani, namuona ndio fulani, tulikuwa anza kujifunza kwao, tumeanza wote kujifunza hadi sasa <laughs> uzuri yani kinachotusaidia nafikiri tuchoki kujifunza mm -hmm, unasikiliza kwa kila mtu ye, wa, mtu mwingine akiletoa ushauri anaupuuzia, ila sisi tunakaa kama msingi, tunaudiscuss tunaofanyia tunaofanyia kazi mpaka leo kufika hapa. Ila watu ambao tulianza wote hamna kitu, yani yani atuelewi. Mimi ndo mpiga picha, mwenzangu anajua mambo ya habari, ila kuhusu vitu vya mpira mimi kidogo labda ndo nilimzidi kwa sababu tayari nilishakwepo KMC, nilifanya pale kama miezi ndo ile mitatu minne mpaka sita, nakumbuka kidogo, ndo hiyo idea nayo ambayo na, eh, na, pia ilinisaidia kuja kwenye Big Star even, kama, kama kwa sababu mtu anavyokuuliza amefanya wapi bana. Mimi nilikopo KMC nilifanya hivi, lakini kama volontia. Kwa hiyo ile nayo pia ilinisaidia ili Namshukuru njia yangu pia namshukuru sana Kristina naye pia ameshiriki, aliniamini mimi kipindi kile nilikuwa nimeanza kufanya kazi pa. Eh. Sasa hivi unamuona, sasa hivi Massanza anaongea, mm -hmm, anajua kila ah, kitu kwenye mpira. Kama mnoma. Sasa hivi Seni hatari. Ukizungumzia wasemaji wakali na yeye yumo, ndio yote yani, ukijifunza uzui yani usione kwa wewe tayari. Ah, mi nilipofikia hapa nikamaliza ukabweteka Jifunze uzuri, hizi kazi kama yeye au Seni, kazi za, za media lazima uwe tofauti kila, kila siku, ili mradi watu wasikuchoke. Yani lazima uwe tofauti, kwa sababu ukiwa vile vile watu watakuchoka. Yani, ufanye unavyofanya muda wako ukifika watu watakuchoka, kwa hiyo ukijitengeneza kila siku ukijifunza ukiangalia wengine wanafanyaje watu watakuchoka. Ndio hiyo useni kila siku anaku... Anifunza na... Anifunza anakuja. Sawa. Kwa mpiga picha ambaye yupo zake tu nyumbani ama mtaani, natamani siku moja naye kuwa mpiga picha mkubwa kwenye timu. Unamwambia nini? Uzuri, wapambane wa, wa, wa, wa, wa wajifunze, lakini pia kuna, kuna kitu ambacho mimi nilikiona. Mfano mimi nilivyoanza, mimi sikuanza kwa kulipa, nilianza kwa kujitolea kwa sababu kulikuwa hakuna ambaye anayenifahamu Amna, um, ujue mimi nilichokuja kuona kwetu sisi wapiga picha, sio kwa wapiga picha, nafikiri hata kwa watu wengine mm. Watu waga wanapenda sana kwenda sehemu kubwa, kabla ya ujaanza chini. Lazima uanzie chini, sijui mimi naamini ni hivyo, lazima uanzie chini, baadaye utafika, yani utafika juu, lakini huwezi ukaanzia juu. Uje wapo ambao wana hizo bahati hiyo lakini ni wachache. Lakini ukianzia chini unafanyaje? Unajifunza, unafika huko juu. Kwa mfano, timu zipo kwenye ligi zipo 16. Si ndio hivyo? Lakini unashangaa bado kuna timu nyingine hazina wapiga picha. Ni zipo nafikiri timu za ligi kuu hazina wapiga picha. Uje sasa hivi championship inakuwa hakuna wapiga picha. Timu ni zipo nyingi tu, ila watu huaga wengi sisi tunaangalia kubwa kwanza kabla ya chini ila huku chini timu zipo, na, na kila kitu kinawezekana. Ajitoe kwanza ana utoa kazi yako, uzuri kazi yako tu sisi, sio, sio ile ya nini yani kazi ya kuonekana yani, unapofanya kazi yako nzuri, au uhitaji wewe hata kuongea. Mimi sitaji kukwambia wewe jana eti ah, mimi nafanya yani kazi nzuri au nini. Wewe mwenyewe tukiona unasema, eh, huu kweli kazi yako yani, hiyo ndio uzuri advantage ya kazi yako tu sisi. Kwa ukijipa mfano bwana, mimi miezi sita au mwaka mimi napambana, nataka labda nitafute timu ya ligi kuu mm. ukienda hasa tatizo watu nao wanachagua, yani mtu mfano sisi tunacheza labda Singida na KMC mm. utajikuta labda piga picha ah, wa, wa wapiga picha wachukua video labda mimi wa Singida na wa KMC yule Felix mm. ah, wakati wapiga picha wapo wengi tunajikuta wengi, na, wako wawili mm. wawili tu kwa hiyo nini, huwezi kila kitu, lakini wasichague waje kwenye huwezi jua, bado timu nyingi sana zinatafuta zina a wapiga picha eh. Mimi nikushukuru sana, kuwa ni wakati mzuri sana maana kwa mbinde hapa. <laughs> Imekuwa yani, yani, kwa kwa ni baraka ama wakati mzuri sana kwetu sisi. Mimi ni Jenny Kishai, aliye nyuma ya kamera ni Pindo Montana, na hii ni Kishai TV. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kote kwa jina moja tu